Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu kutokea popote pale ulipo aa, ni kusalimu kwa jina la Bwana Shalom, Shalom. Nikukaribisha tena basi wakati mwingine huu ambapo tunaendelea na siku zetu hamsini za Pentekoste, tutaenda hatua kwa hatua mpaka tutakapofika siku ile ya hamsini, na kwa siku ya leo tuko ndani ya siku yetu ya tano ebakiza siku kama 45 hivi za kujifunza mambo kadha wa kadha kuhusiana na Pentekoste na kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu, kwa sababu Pentekoste na Roho Mtakatifu ni vitu vinavyohusiana kwa ukaribu kabisa, na kwa kadiri tutakavyoendelea. Siku ile ya Pentekoste ilipotimia, Mungu ndo siku ambayo alichagua amwage Roho Mtakatifu, amwachilie Roho Mtakatifu juu ya maisha ya waamini mbalimbali, juu ya watumishi wake ambao walikuwa wanakaa na kuisubiria ile ahadi ya Baba. Kwa hiyo bila kupoteza wakati tutakwenda moja ya kwa moja kuangalia yale ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili yetu siku ya leo. Aa, siku ya leo tutaangalia mstari huu toka kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza na mstari wa nane. Kuna mambo kadhaa hapa ambayo natamani tu yaangalie kwa pamoja siku ya leo, ili Mungu basi aweze kufanya kile ambacho amekikusudia kwa siku ya leo. Biblia inatuambia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 Kwa hiyo Biblia inaanza moja kwa moja kabisa kwa kusema kwamba lakini mtapokea nguvu. Yesu aliongea sentensi hii. Hii ilikuwa ni mara baada ya wanafunzi wake kumuuliza maswali kadhaa. Sasa, Bwana Yesu, umekaribia kuondoka. Kumbuka kwamba kwenye hii Matendo sura ya kwanza. Yesu ndo alikuwa amekamilisha zile siku arobaini za kukaa na wanafunzi wake hapa duniani, alikuwa anakaribia kuondoka. Kwa hiyo wakaanza kumuuliza, sasa unatuachaje Bwana? Je, huu ndo mwisho? Je, ndo tunaanza kutawala nchi? inakuwa kwaje? Em, tupatie maelekezo vizuri, tujue ufalme, uh, kuingia katika ufalme wako ndo tunaanza sasa hivi au inakuwaje? Yesu akawaambia hayo maswali em yaweke pembeni kwanza, sasa hivi tuangalie jambo la msingi ambalo litawasaidia nyie mimi nitakapoondoka. Ndo Yesu akawaambia kwamba, lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo la kwanza, Yesu akasema, lakini mtapokea nguvu. Neno hili nguvu toka kwenye lugha ya Kigiriki ni neno ambalo limetumika likatafsiriwa hapa, neno hilo kwenye lugha ya asili ni dunamis. Dunamis ni wonder working power, ni nguvu ambayo inafanya maajabu. Tunasema dunamis is the ability to cause changes, ni ile nguvu ambayo inaweza ikaleta mabadiliko, iwe kwenye maisha yako, iwe kwenye eneo lolote ambalo Mungu amekuweka kwenye huduma, familia, majukumu mbalimbali ulionayo ability to cause change. Uwezo wa kuleta mabadiliko wonder working power. Ni ile nguvu ambayo iko kazini kutokeza miujiza kutokeza mambo ya ajabu kutokeza mambo ambayo kwenye dunia hii inaonekana haiwezekani kabisa yatokee. Sasa mambo hayo ndo hapa Biblia inatuambia kwamba Yesu alisema mtapokea hiyo nguvu, hiyo nguvu itakuja juu yenu. Unajua mwanadamu alikuwa amepoteza ule uwezo ambao Mungu mwanzoni alikuwa ameshamwekea wakati Mungu anamuumba Adam pamoja na Eva kwenye ile bustani ya Eden, Mungu akamwambia kwamba mkatawale. Kuna uwezo alikuwa ameweka ndani yao. Sasa mwanadamu alipoharibu uhusiano wake na Mungu, ikawa hayo mambo hayawezekani kuja hivi kirahisi rahisi, kutawala tena dunia hii. Ni kama vile funguo alikuwa amekabidhiwa shetani, kwa shetani akawa mtawala, mwanadamu akaanza kuogopa, anaogopa mauti, anaogopa kila jambo linalomkaribia kila jambo linalomtatiza mwanadamu, hofu ikawa inatawala maisha yake. Hata mwanadamu mwingine akimtishia eh, sio upande wa hali ya hewa inamtishia mwanadamu, viumbe vidogo vidogo ambavyo Mungu aliviumba ili tuvitawale, vibakteria, virus na wadudu wengine wadogo wadogo, hata wanyama, nyoka na nini, wakawa tishio kwenye maisha ya mwanadamu kwa hiyo mwanadamu sasa badala ya kutawala akaanza kutawaliwa, lakini Bwana Yesu alikuwa amekusudia kurejesha hayo mambo ambayo mwanadamu alikuwa ameyapoteza kutoka kwenye bustani. Ndio maana hapa Yesu akasema, mtapokea nguvu. Hii nguvu ni nguvu ambayo ina uwezo wa kuleta mabadiliko kwenye maisha yako binafsi, kwenye huduma yako, kwenye eneo lolote ambalo unatamani kuona mabadiliko, kwenye eneo lolote ambalo unatamani kuona mambo yakipinduliwa na kugeuzwa upande wa pili. Yesu akasema mtapokea nguvu, na hii nguvu itakuja wakati gani? Biblia inatuambia akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa kama wewe ni mwanafunzi mzuri wa Biblia uh, utajua kwamba, na hata siku za mbeleni tutaangalia, Roho Mtakatifu alishuka juu ya wanafunzi ilikuwa ni ile, Matendo ya Mitume sura ya pili, ambayo sasa ndo siku ya Pentekoste. Lakini wakati huo ukiangalia pale maelezo yaliyoandikwa, hatuoni maelezo yote yanayosema kwamba wanafunzi wakapokea nguvu. Yesu yeye ndo alisema kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa hii ndo mistake, ndiyo kosa ambalo wengi wanalifikiria. Wengi wanafikiria kwamba akisha jazwa Roho Mtakatifu akanena kwa lugha automatically nguvu za Mungu zinaanza operation. nguvu za Mungu zinaanza kutawala kwenye maisha yake um, au watu wanakuwa wamekosea, ijapokuwa hawajakosea sana. Ule mwanzo wa utendaji wa nguvu za Mungu unaweza ukauona. Lakini kumbuka Yesu alisema kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na kumbuka jambo hili, Yesu hakuambia mtanena kwa lugha akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ninafahamu kwamba ukijazwa na Roho Mtakatifu utanena kwa lugha. Kwa nini hapa Yesu alisema mtapokea nguvu? Kwenye huu mstari tungetegemea Yesu aseme a, mtapokea kunena kwa lugha akiisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu ambapo chondo kitu kilichotokea kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya pili, lakini kulikuwa na muda wa kulelea au wakuwatamia kile walichokipokea mpaka kikazaa nguvu. Wengi tu mtu akisha nena kwa lugha kidogo, anajua basi hapa, ninatawala kila kitu, ninatawala mazingira yangu, ninatawala magonjwa, ninatawala kila kitu. Hapana, hiji hivyo, mpaka hicho kitu uendelee ukichochee. Yani ni kama vile, kwa mfano, labda mtu amekwambia nitakupatia gari, labda nitakupatia gari siku fulani, labda siku ya Jumapili, ukasubiri, ukasubiri mpaka Jumapili ikafika. Sasa siku hiyo anakuja kukabidhi, eh, unashangaa akupi gari bali anakupa funguo. Maanake kwamba kutakuwa na uhusiano kati ya huo ufunguo na gari aliokuahidi. Yeye hakukwambia kwamba ikifika Jumapili nitakupa funguo, ah ah, alikwambia ikifika Jumapili nitakupa gari, alafu by surprise anakuja tu anakwambia, haya achukua zawadi yako. Eh, unashangaa funguo? Funguo? mimi sikuomba funguo, wala hukuniahidi funguo Sawa, funguo ningeweza kuzipata, lakini uliniambia nitapata gari. Maanake kwamba inabidi sasa uchukue hatua utoke hapo ulipopewa funguo uulize hizo funguo zinafungua gari liko wapi gari liko sehemu gani uende kwenye gari ulifungue ili uweze kupata sasa hilo gari ambalo umeahidiwa mtu aweze akaingia nalo mpaka sijui labda kwenye hoteli au chumbani au wapi akuletee gari hapana atakupatia funguo vivyo hivyo kwa wale ambao wanakuwa labda wameahidiwa hela nitakupatia milioni kumi sasa mtu unashangaa, anakuja na cheki, anakuja na karatasi imeandikwa sijui nini na nini. Milioni kumi? Sio bwana, mimi tumeaidiana milioni kumi, unanipa hii karatasi ya nini? Lakini kunakuwa na uhusiano kati ya hiyo karatasi aliyokupatia na hela, maanake hii cheki ukichukua ukaipeleka benki, utapata hela zako. Sasa hapa tukirudi kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane Yesu aliwaambia wanafunzi, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini cha ajabu, Matendo ya Mitume sura ya pili tunaona wanafunzi wanapokea kunena kwa lugha. Biblia inatuambia ya yaani Roho Mtakatifu alipowajaza wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Mimi nilikuwa nafikiri Biblia ingeandika kwamba wakawa wan, wanapokea nguvu mbalimbali mbali kwa kadiri Roho alivyokuwa anawawezesha wawezesha kupata nguvu, wanapata nguvu zaidi, lakini jambo la nguvu halikuandikwa hapo kwenye sura ya pili, lakini tunaanza kuona nguvu zikiingia kazini zikianza kutenda kazi tangu kwenye sura ya tatu ambapo tunamuona Petro na Yohana wanaenda hekaluni kusali ile saa tisa. Wakamkuta yule kiwete pale mlangoni kwenye mlango mzuri, wakamnyanyua. Na miujiza mingine ikaendelea, sura ya nne, sura ya tano, ndio ikawa miujiza ya kupita ya kawaida iliyokuwa inaendelea kufanyika. Maanake kwenye sura ya pili walipokea kunena kwa lugha. Sasa kunena kwa lugha kuna uhusiano na kupokea nguvu. Kwa kadiri utakavyochukua muda wa kutosha wa kunena kwa lugha, ndivyo ule uwe, yaani kama zile nguvu zinakuwa zi, zime yani kama zimefichwa au labda kama zimefunikwa kwa namna fulani. Kwa kadiri unavyonena kwa lugha, ndivyo zile nguvu zinavyoondolewa kile kitu cha nje, zinaanza kuonekana, nguvu za Mungu zinaonekana kwenye maisha yako ukiwa unanena kwa lugha. Sasa kuna watu wengine ambao wameishia kunena kwa lugha, wanafikiri Yesu alisema kwamba mtanena kwa lugha Roho Mtakatifu akija juu yenu. Yesu akusema hicho kitu kwa hiyo maanake ni kweli unapo Roho Mtakatifu anapokuja juu yako au unapojazwa na Roho Mtakatifu, ishara itakayoonekana kwa nje ni ishara ya kunena kwa lugha. Sasa usiishi hapo kwenye kunena kwa lugha, mwingine anarukaruka na furahi oh, nimenena kwa lugha, nimenena kwa lugha, ribosakarakoramashekerekorabasiki, ananena kwa lugha kulia na kushoto. Usiku na mchana anaenda kanisani anarukaruka na nena kwa lugha hata akitoka akirudi nyumbani. Yaani lazima hiki kitu ukichukulie seriously. Yaani sasa na mtu ambaye ameaidiwa gari akapewa funguo hawezi kutulia mpaka aone gari. Sawa, funguo nimezipata, na shukuru kwa funguo, na ninajua funguo zitanipeleka kwenye gari. Gari liko wapi? Kuna hata kuna watu ambao walienda sehemu fulani kununua <laughs> walienda sehemu fulani kununua mbuzi. Sasa wakatoa hela kabisa, lakini wakaonyeshwa kamba za mbuzi, wakaambiwa kwamba mwende na huyu mbuzi mpaka nyumbani, msigeuke. Kwa hiyo wakaona zile kamba wakafurahi, kwa hiyo wakaenda nazo hivyo mpaka nyumbani, hatua kwa hatua, taratibu. Kumbe zile kamba zilikuwa zimefunga mbwa. Wanafika nyumbani wanashangaa, ni mbwa Unaona, sasa walisha furahi, angalau tumuona kamba, lakini mpaka tumuone na mbuzi mwenyewe. kwa hiyo kunena kwa lugha ni vyema, ni vizuri, na mimi nanena kwa lugha, na kwenye siku hizi hamsini za Pentekoste tutaona mambo mengi, siri nyingi zilizojificha kuhusiana na kunena kwa lugha, lakini auishi hapo. Yesu alisema mtapokea nguvu. Kwa hiyo hakikisha unanena kwa lugha, unatoa muda wako wa maombi, unakaa hapo, unanena kwa lugha, unanena kwa lugha, unanena kwa lugha mpaka utakapoona nguvu za kimungu ziko kwenye maisha yako, mpaka uone kwamba uwezo wa kubadilisha mambo kama nilivyokuambia. Ili neno mtapokea nguvu ni neno linalowakilisha kwamba ni nguvu inayoleta mabadiliko. Dunamis ni nguvu ambayo inahitaji kuchochewa ili uone mabadiliko, ili uone vitu fulani fulani vikitokea kwenye maisha yako. Lakini ukibaki tu hapo, unanena kwa lugha kidogo, riboseke rebosaka, upo unazunguka zunguka, unageuka geuka, yani kama vile hautafuti kitu fulani mtu ukipewa cheki kwamba kachukue hela benki, uwezi ukakaa na hiyo cheki, unaruka nayo na unaki ni vizuri kwamba angalau una cheki. Hatua ya kwanza, nenda sasa benki utoe hela zije zikusaidie kwenye maisha yako. Utoe hela kama hata unataka kununua gari, unataka kununua nguo, unataka kulipia watoto wako ada waende shule, unataka kununua vitu fulani vikubwa zaidi kwa ajili ya biashara yako, kuongeza mtaji na nini. Lakini ukikaa na ile cheki, mda wa kula una cheki yako, mda wa kuoga una cheki, unaamka unaiangalia cheki, haitakusaidia hiyo cheki. inakuongo kuongoza kwenye hatua fulani. Kwa hiyo Yesu aliwaambia wanafunzi, mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu aliwapatia target ya mwisho. Yesu aliwapa ile point ya mwisho kwamba jamani, sawa, Roho Mtakatifu akija juu yenu mtanena kwa lugha, lakini aishie hapo mpaka uone nguvu za Mungu. Uone pale kazini ulipo. Je, wewe unatawala au unatawaliwa? Na kutawala si maanishi cheo kwamba mpaka uwe mkuu sijui au mkurugenzi au manager au au au au, au, sijui, simamizi wa kitu gani? Hapana, unaweza ukawa na cheo chako cha chini. Ndivyo alivyokuwa kina Mordekai. Mordekai, wakati ule wa Esther, yeye alikuwa ni mlinzi wa getini, lakini alikuwa anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana! Yani unaweza ukatawala, wewe una cheo kidogo kuliko wote, lakini wewe ndo unayetawala, wewe ndo ambaye unaleta una mabadiliko. Unaona huyu kiongozi hafai ya yani, unaingia naye kwenye maombi unasema, Bwana hapana, huyu mtu hasimamii haki yako, hawezi kututawala sisi. Kwa hiyo namna namna hii wewe ndo unaleta mabadiliko pale, lakini kama mazingira ndo yanakutawala wewe, kila siku wewe ni mtu wa kulia, unahuzunika, unalia, unaanza kusema mimi wananionea mimi hivi na hivi. Utalia mpaka lini? Yesu alisema mtapokea nguvu. Kwa hiyo usiishie kwenye kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kuzuri, lakini hakikisha kwamba unakuwa na muda wako, siku nyingine unafunga kwa ajili ya kunena kwa lugha, unapata muda wa kuomba na kunena kwa lugha. Sio kwamba una shida fulani au una matatizo fulani au kuna ugonjwa au kuna ajali au uchumi umekuwa mbaya au unaona kama vile una matatizo kwenye maisha yako. Hapana, unamwambia Bwana Yesu, ulisema tutapokea nguvu. Wewe unajijua kabisa, hauna nguvu inayoleta mabadiliko kwenye maisha yako, kwenye jamii inayokuzunguka maisha ni yale yale, kwenye ndoa yako hamna amani, hamna furaha, hamna mabadiliko unayoweza ukayaleta, jua kwamba bado hujapokea nguvu. Unaweza ukawa unanena kwa lugha, lakini bado hujapokea nguvu. Yesu alisema nanyi mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu alikuja ili kurudisha ule utawala ambao Mungu alikuwa amesha ukusudia tangu anamuumba mwanadamu mwanzoni. Labda ni kupeleke moja kwa moja kwenye kile kitabu cha Mwanzo ili uone mambo ambayo Mungu aliyaahidi kwa ajili ya mwanadamu kwa hiyo tukija hapa kwenye Mwanzo sura hii ya kwanza mstari wa 26 tunaona lile kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo wakati anamuumba mwanadamu wa kwanza. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Ili neno wakatawale Maanake, kutawala siyo kutawala tu kwamba eti upo hivi unatawala automatic. No, hata Yesu mwenyewe alisema kwamba tangu siku za Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Kwa hiyo hapa Biblia inavyosema kwamba Mungu aliwaumba wakatawale, Mungu aliwapatia nguvu ya kwenda kutawala. Sasa ile nguvu ikawa imepotea, ndo Yesu alipokuja akasema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kutawala kama vile Mungu anavyotawala, mamlaka aliyonayo, akitaka kiwe hivi mambo yanakuwa vile, sawasawa na kusudi lake. Sasa Mungu ametupatia uwezo huo wa kuhakikisha mapenzi yake yeye, ufalme wa Mungu unatimizwa hapa duniani. Hatuwezi tukaishi tu tunanena kwa lugha tukasema eti ufalme wa Mungu unatimia hapa duniani. Jua kwamba kuna lengo, kuna kusudi. Kwa nini tunanena kwa lugha? Tunanena ili ule utawala urudi na tunatawala kwa nguvu. Wachawi na waganga na watu wengine wanaotumia nguvu za giza wanajua namna ya kutawala ulimwengu huu. Hata mtu unakuta ni mwimbaji lakini anairizi, anajua namna ya kutawala, kwamba ule wimbo wake hauwezi ukaenda hivi hivi mpaka kuwe na nguvu ya Mungu ndani yake. Eh, mtu labda hata ni mwigizaji maarufu, mwigizaji mkubwa anakuwa na kairizi pale. Mtu yuko ofisini ameshafanya matambiko, ile ofisi yaani, anahakikisha nguvu zake ndizo zinazotawala. Sasa kwa upande wetu sisi Yesu alituangalia akasema, hatutaweza bila Roho Mtakatifu, hatutaweza. Yesu akasema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya! kwa kuna nguvu ambazo zinarejezwa, zinarudi, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uh, unapojazwa Roho Mtakatifu unanena kwa lugha, usiishie kunena kwa lugha. Hapo unaishia matendo ya mitume sura ya pili, kuna sura ya tatu, mambo yanatokea Mitume walifanya ishara na miujiza na maajabu, ni nguvu ya Mungu ikiwa kazini. Naye shetani aliwafunga watu, akaweka watu kwenye vifungo, kwenye kamba za kuzimu kwa nguvu zake alizonazo yeye. Sasa Yesu akasema jamani, na mimi nataka niwapatie nguvu, lakini hizi nguvu hazitokani na nguvu za giza, hazitokani na mambo ya uchawi na ushirikina au kujiambatanisha na, na, na kuzimu, ili uweze kufanikiwa hapana. Unaweza ukashikamana na Roho Mtakatifu na wewe ukafanikiwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama umeshajazwa Roho Mtakatifu, wapo wale ambao wameshajazwa Roho Mtakatifu wananena kwa lugha nyingine. Sasa hakikisha kwamba jambo hilo kunena kwa lugha lugha unalichukulia usi usinene tu kwamba unanenapo kidogo ili uonekane wewe ni mtu wa rohoni. Unatembea barabarani unanena tu kumbe yaani akili yako yote hujaiweka kwenye hilo jambo. Unaona hata kuna watu sasa hivi hata labda ni waimbaji wa muziki wanahusika kwenye kuwaongoza wengine kwenye nyimbo za kusifu na kuabudu. Sasa unakuta hapo mtu eti anasifu kidogo, ananena kwa lugha, anaabudisha kidogo, ananena kwa lugha ili aonekane kwamba ni wa rohoni. Jambo la mwisho wa siku ni nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zipo. Au unaishia una tu kwenye kunena kwa lugha ionekane kwamba umejazwa roho mtakatifu. Yesu hakusema kwamba mtaishia kwenye kunena kwa lugha no. Yesu alisema jamani, mtapokea nguvu. Ukifika pale nguvu za Mungu zinaonekana kwamba wewe kweli una nguvu za Mungu kwenye maombi, atuwekipo atu kunena kwa lugha ili ionekane kwamba sisi ni watu ambao ni profession tunanena kwa lugha kwa kuongozwa na roho mtakatifu. Hiyo sio lengo. Hakikisha unaomba nguvu za Mungu zinaonekana. Done. Si unaomba hapo unanena kwa lugha na pepo lipo linacheka, na pepo mpaka hata linaanza kunena kwa lugha na lenyewe, na pepo linaanza kuabudu nyimbo ambazo mnaabudu na nyie. Nguvu ya Mungu iko wapi? Yesu alisema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yaani, usiridhike, waingereza wanasema Never settle for less. na wanaongezea wanasema If you settle for less you will get even lesser. Than what you settled for. Yani, maanake usitulie unapopata mambo madogo, na ukitulizwa kwa yale madogo ulio dhani utayapata utapata madogo zaidi kuliko hivyo ambavyo unadhania. Kwa hiyo usidhanie tu kwamba maisha, kwa wale ambao wanafikiria kwamba akujazwa ah, na Roho Mtakatifu inaishia kwenye kunena kwa lugha menendo yao baadaye inakuwa haiko sawa. Baada ya muda, wanazoeazoea kunena kwa lugha, wanaona hivi ni vitu tu, kila mtu anaweza akavifanya. Ukiwa unaomba unanenapo kwa lugha kidogo, ionekane we ni mtu warooni, ionekane na wewe uko miongoni mwao, na wenyewe wanakutambua kumbe. Au wa autakiwi kuishia kwenye kunena kwa lugha. Lengo la mwisho, Biblia hapa inatuambia kwamba ni kutawala. Kwa nini tunatawala? Kwa sababu tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kama Mungu anatawala na wewe una sura na mfano wa Mungu, unahitaji kutawala. Mungu ni mwenye nguvu. Mungu anaitwa ni Mungu mwenye nguvu Almighty. Almighty maanake ni mwenye nguvu zote. Sasa na wewe kama ni mshirika umeungwa pamoja na Mungu, basi onyesha nguvu za Mungu kwenye maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akuja ili tuishie kwenye kunena kwa lugha, lakini zile nguvu za Mungu zionekane kwenye maisha yako. Anza na afya yako, ionekane kabisa unaitawala nguvu ya Mungu, unaiweka kwenye afya yako, usiishia kwenye kunena kwa lugha tu nguvu za Mungu kwenye tabia yako, yaani unajikontrol, unafanya mambo ambayo yanaonekana eh ee, kweli Mungu yupo kazini, yuko pamoja na wewe. Unafanya huduma, hata kama umepewa kufagia kanisa, unafagia katika nguvu za Mungu. Umepewa kuimbisha nyimbo za kusifu na kuabudu, unafanya katika nguvu za Mungu. Sio tu unafanya kwa kunena kwa lugha aa, unafanya kwa nguvu za Mungu. Umepewa sijui hata kuombea neno, kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada, fanya kwa nguvu za Mungu. Kazini, nenda kazini na nguvu za Mungu. Haleluya. Nenda kwenye huduma yako kwa nguvu za Mungu. Umeajiriwa sehemu, nenda na nguvu za Mungu, tembea na nguvu za Mungu. Unatembea barabarani kwa miguu, tembea na nguvu za Mungu. Haleluya! Usiishie tu kwenye kunena kwa lugha, nguvu za Mungu. Hata kama ukikaribiana, ukiwa unakwepana na mtu ambaye anatembea na nguvu za giza za upande mwingine chache zionekane pale kwamba hapa kuna falme mbili tofauti. Lakini tu mtu unaishia kunena kwa lugha kwenye ndoto, ndoto zenye zinakusumbua bado, shetani shetani nguvu zake ndo zinazoonekana, lakini wewe unaishia kunena kwa lugha tu. Kasirika huku ndani, usikubaliane na hiyo hali. Sema, Bwana ulisema kwamba nasi tutapokea nguvu. Kwa hiyo unaponena kwa lugha, jua kwamba end point, hatua ya mwisho ni nguvu za Mungu zionekane. Kataa kukataliwa na ibilisi kwenye namna yote ile ya maisha yako, kwenye eneo lolote nguvu za Mungu zitawale. Basi na mimi natamani siku ya leo ninapomalizia namna hii, nimalizie kwa kukuombea, ili, ili kiu ya Mungu iwe ndani yako utamani kutembea katika nguvu za Mungu siku zote za maisha yako. Kwa hiyo hapo, nimeshakuelewesha uelewo tofauti ya kunena kwa lugha na kutembea katika nguvu za Mungu. Kwa hiyo nataka nikuombee neema ya Mungu ili kusaidie siku zote za maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anasikiliza kutokea popote pale alipo. Katika jina la Yesu Kristo ninatamka uvuvio wa nguvu za kimungu kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo, neema yako ikawe pamoja naye. Bwana ukamtetee ukawe upande wake ukamjaze nguvu zako, hatimaye akatembee katika nguvu zako, kwa sababu Bwana Yesu wewe mwenyewe ulinena kwa kinywa chako kwamba tutapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na sisi Roho Mtakatifu ameisha kuja juu yetu. Bwana ukatusaidie tusiishie tu kwenye kunena kwa lugha, lakini nguvu zako zikaonekane kwenye kila hatua ya maisha yetu, tukiwa kwenye huduma, tukiwa majumbani tukiwa kazini, tukiwa kwenye huduma mbalimbali, kazi mbalimbali, mbali na majukumu tunayoyafanya, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, utatusaidia utakuwa pamoja nasi, tusaidia kutembea na nguvu zako kila wakati, tukiwa tunalima mashambani, tukiwa tunasimamia majukumu mbalimbali, nguvu zako zikaonekana, tukiwa tunasoma neno la Mungu, oh, tukatembee katika nguvu zako Bwana, tukiwa tumepanda usafiri, tukiwa tumepanda bodaboda, boda, haisi au teksi, tukatembee katika nguvu zako siku zote katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana ndio kusudi lako, ndio maana ukamleta Roho Mtakatifu ili tutembee katika nguvu za Mungu. Bwana tusaidie kutafuta uso wako, tunaponena kwa lugha tukazitafute nguvu zako, na kwa nguvu hizo tukatawale tukalitimize kusudi lako, kwa sababu Bwana ulituumba kwa ajili ya kutawala. Ninamwombea kila mwamini anayesikiliza ukampatie nguvu akaweze kutawala maisha yake akaweze kutawala lile eneo ambapo yupo katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zikaonekane kwenye maisha yake, akiwa amelala, akiwa katika ndoto zake, akiwa ameamka, popote alipo, nguvu za Mungu zikaambatane pamoja naye siku zote za maisha yake katika jina la Yesu kristo Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Basi nipende kumtukuza Bwana Yesu kwa ajili ya wakati huu mwingine ambao ametupatia. Tumeshasikiliza neno lake kwa hiyo siku ya leo ndio tunafika mwishoni mahali hapo, siku yetu ya tano tunaikamilisha namna hiyo. Naamini bwana ataendelea kutupatia nguvu, tutazidi kumwona bwana hatua kwa hatua. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka kanisa la Rema Outreach Church. Na mungu wangu akubariki sana, ni hadi wakati mwingine, kwa heri.